Kiganja cha mkono kina mistari mingi, lakini kwenye elimu hii tunaangazia mistari mitano peke yake. Mstari wa kwanza ni huu hapa, ambao unafahamika kama mstari wa maisha. Kiingereza unaitwa lifeline. Huu ni mstari ambao huanzia chini ya kidole gumba na huelekea hadi kwenye kifundo cha mkono, ambapo hutumika kuangalia ustawi au afya ya mtu. Sasa mstari huu ukiwa mfupi, inamaanisha kwamba huenda pengine ukawa na mapungufu fulani kwenye mwili wako sana sana huenda ikawa wewe ni mgonjwa pasipokujua. Ndio maana kuna muda unaweza kujihisi upo sawa, lakini ukienda hospitali na kupimwa ukapatikana kwamba wewe ni mgonjwa. Kwa hiyo mstari huu ukiwa mfupi na unahisi kwamba kimwili uko sawa, basi jua kwamba wewe ni mgonjwa. Lakini pia mstari huu utaanza kurefuka tena wakati mwili wako utapata matibabu ya kutosha, na hii ndio sababu kuna mganga au mtaalamu anaweza kuangalia kiganja chako halafu akakwambia tiba yako ni ndogo. Lakini ukiwa na mstari mrefu wa maisha ina maana kwamba wewe uko sawa kabisa kiafya na pia bado una maisha marefu ya kuishi hapa duniani. Na hii ndio sababu hata leo hii ukienda kufungua kiganja cha mtu aliyefariki kwamba mstari huu umepungua na kuwa mfupi zaidi. Mstari wa pili ni huu hapa ambao unaitwa mstari wa moyo. Katika lugha ya Kiingereza unaitwa heart line huu hutumika kuonyesha hali ya mtu kimapenzi au mahusiano yaani, kupitia mstari huu wa moyo unaweza kujua endapo mahusiano ya mtu yapo imara au yanapitia changamoto. Sasa, mstari huu wa moyo unapokuwa mrefu kwenye kiganja cha mtu, basi jua kwamba huyu ni mtu ambaye mahusiano au ndoa yake ya ipo imara, isipokuwa changamoto ndogondogo za hapa na pale ambapo wanazisuluhisha. Lakini pia, endapo mstari huu utakuwa mrefu, inamaanisha kwamba huyu ni mtu ambaye ana mahaba mengi kwa mpenzi wake hawa ni wale watu ambao wakipenda wanaingia mzima mzima, na kwa sababu ya kuwa na mapenzi ya dhati, pia wana wivu uliopitiliza. Yaani huyu ni mtu ambaye akiwachwa na mpenzi wake anaweza hata kujitia kitanzi. Lakini mstari huu ukiwa mfupi, inamaanisha kwamba mtu huyu hana mahaba ya dhati kwa mpenzi wake. Huyu ni mtu anayependa kukaa peke yake muda mwingi na huwa na marafiki wachache sana, katika lugha ya Kiingereza tunawaita lunatics. Mstari wa tatu ni huu unaoitwa mstari wa kichwa, katika lugha ya Kiingereza unaitwa Headline, ambapo katika lugha ingine ya kiswahili ni mstari wa hekima. Huu ni mstari ambao hutumika kuonyesha uwezo wa mtu kiakili, yaani kwa kupitia mstari huu wa kichwa unaweza kujua endapo mtu ni mwerevu au mjinga. Sasa ikiwa mstari huu utakuwa mrefu, ina maana kwamba huyu ni mtu anayetumia akili yake kwa kina zaidi kufanya maamuzi. Hawa wanaitwa the great thinkers katika lugha ya Kiingereza. Lakini pia endapo utauona mstari huu ni mfupi sana kwenye kiganja cha mkono wako, basi ijue kwamba huyu ni mtu mwenye uzito wa kutumia akili zake hawa ni wale watu ambao tunaweza kuwaita wapumbavu, lakini hilo lisio tatizo, kwa sababu kama nilivyokuambia kuanzia mwanzoni mwa somo hili, ni kwamba mistari hii hubadilika kila wakati, pale mtu anapobadili mazingira au tabia. Kwa hiyo leo unaweza kuwa na mstari mfupi, lakini baada ya wiki au miezi kadhaa ukawa mrefu. Mstari wa nne unaitwa mstari wa hatma, ambapo katika lugha ya Kiingereza unafahamika kama fate line, japokuwa kuna watu wengine hapa mtandaoni pia wanaoita mstari wa kazi. Mstari huu hutumika kuangalia kiwango cha bidii au ukakamavu wa mtu, yaani, kupitia mstari wako wa hatma, mtu anaweza kujua endapo wewe ni mchapakazi au mvivu. Ukiwa mrefu, inamaanisha kwamba wewe ni mchapakazi mwenye bidii sana inapofika wakati wa kufanya kazi. Lakini pia mstari huu unapokuwa mfupi, inamaanisha kwamba wewe ni mvivu. Ufuatao ni mstari wa ndoa, ambapo katika lugha ya Kiingereza unaitwa marriage line sasa Ha, huu ni sawia kidogo na mstari wa moyo ambao tumeujadili hapo nyuma, maana pia huu hutumika kuonyesha au kujua hali ya mtu kimahusiano au ndoa. Sasa ikiwa mstari huu utakuwa mrefu, inamaanisha kwamba huyu ni mtu asiyetosheka na mpenzi mmoja. Yaani kwa mfano akiwa mwanamke, utagundua kwamba huyu ni mtu ambaye ameolewa na kuachika mara nyingi. Hii ni kwamba mtu huyu hawezi kutosheka na mapenzi ya mwanaume mmoja, na mwanamke asiyetosheka na mapenzi ya mwanaume mmoja ni vigumu sana kudumu kwenye ndoa, japokuwa anaweza kuiacha ndoa yake kwa kutumia sababu tofauti, lakini ni kwamba yeye hatosheki na mwanamume mmoja, na akiwa mwanamume utagundua kwamba ni mtu anatembea na wanawake wengi, lakini swala la kutulia na mpenzi mmoja na kuwa na mke na watoto halimuingia akilini. Lakini endapo mstari huu utakuwa ni mfupi, inamaanisha kwamba huyu ni mtu mtulivu, mtiifu, msikivu na mchapakazi. Huyu anapoamua kuoa au kuolewa, hudumu kwenye ndoa yake kwa muda mrefu.